Karibu sana kwenye chaneli hii ya Safari ya Afya. Hii leo tutazungumzia kitu rahisi lakini chenye nguvu ya kubadilisha maisha yako kabisa, mazoezi.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 Kwa nini mazoezi ni muhimu? Mazoezi yanasaidia kupunguza uzito na kuweka mwili kwenye kiwango kizuri cha afya yanapunguza hatari ya magonjwa kama vile kisukari, presha ya damu na magonjwa ya moyo. Hata pia yanaboresha mzunguko wa damu na hivyo kuongeza nguvu za misuli. Na kitu kingine kizuri zaidi, hata uwezo wa akili unakuwa bora zaidi. Unapojihusisha na mazoezi, unahisi furaha, msongo unapungua na usingizi unakuwa bora zaidi. Unapoamka asubuhi na kukimbia ama kutembea asubuhi unajitunza si tu kimwili bali pia kiakili. Aina rahisi ya mazoezi ambayo unayapaswa kuyafanya kila siku, la kwanza ni kutembea kwa dakika 30 kila siku. La pili ni kukimbia taratibu ama jogging. La tatu ni kuendesha baiskeli. Namba nne, mazoezi ya kuvuta pumzi kama vile yoga ama meditation. Namba sita ni kuingiza burudani ama dansi kama Zumba ama afrobeat. Jambo zuri kabisa ni kwamba una uwezo wa kuyafanya mazoezi haya hata ukiwa nyumbani, upanda na kushuka ngazi, ufanya push up ama squat kwa dakika kumi. Jambo muhimu ni kuanza. Namna ya kuanzisha ratiba ya mazoezi: namba moja, anza polepole pole, dakika kumi kwa siku, kisha ongeza taratibu. Namba mbili: chagua wakati maalumu kila siku, asubuhi au jioni. Namba tatu: utafuta mwenza wa kufanya naye mazoezi, inasaidia kuongeza motisha. Namba nne: jipe changamoto ndogondogo ndogo. kama nitafanya mazoezi mara tatu kwa wiki mwezi huu. Namba tano, weka kumbukumbu kumbu ya maendeleo yako. Mazoezi sio jambo la siku moja, ni mtindo wa maisha. Leo ni siku nzuri ya kuanza. Haijalishi unaanza kidogo kiasi gani, muhimu ni kwamba unaanza. Kumbuka mwili wako ni nyumba ya roho yako, ipe heshima inayostahili. Subscribe, like, na shiriki video hii na marafiki zako. Tufuatilie kwa video zaidi za afya, lishe na motisha. Afya ni uwekezaji bora kuliko tiba. Kwa hii makala hasi na kingine cha ziada, zaidi ya kuendelea kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu mpya, pindi ambapo tumekuwa tuna hauapod. Asanteni sana, Mungu awabariki.